Waheshimiwa, tumesikia hapa kijana amekuja ametusomea aya za Qur'an, na shekhe akazielezea. Na katika khutbatun nikah pia zimesomwa aya hizi. Aya hizi ni aya ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizichagua, katika kila ndoa lazima zisomwe na zote zipo. Aya kama tatu ndani yake zote kuna taqwa kwanza, kwamba mcheni Mola wenu Mogopeni Mola wenu, nyenyekeni Mola wenu. Jiweni kuwa Allah subhana wa taala anawaona, anawasikia, yupo pamoja na nyinyi muda wote. Ya ayuhannasu taquu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu aladhi khalaqakum min nafsin wahida, ambaye amekumbeni nyinyi kutoka katika nafsi moja, kutoka kwa Adam alayhi salatu wassalam. Wakhalaqa minha zaujaha, na ndani yake kupitia Adam alayhi salatu wassalam akamweka mwenza wake. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa. Angetaka kama alivyomuumba Adam alayhi salatu wassalam tofauti, basi mama hawa pia angeumbwa tofauti, lakini amemtoa ndani ya Adam alayhi salatu wassalam, na imetumika neno zauji, zauj zauj, maanake ni kama pea, vitu viwili vinakuwa kimoja, kama viatu, kila mmoja hapa pakabara kulia na kushoto Ukienda dukani umwambie nipe viatu viwili, unanunua una kiatu kimoja inakuwa zipo mbili. Ukienda kununua suruali umwambie ya miguu miwili, suruali ya miguu miwili, toka mwanzo zauji, nipea zinakuwa pamoja. Hata neno la nikah, nikah ilipotumika kwenye Kiarabu nikah manake mvua inaponyesha tone linamwagika linakuja katika ardhi inachanganyika udongo na maji inakuwa ni kitu kimoja, tope. Huwezi kutofautisha tena. Vile vile matawi ya mti yakikusanyika pamoja ikatengeneza kivuli, inaitwa nikah, kwa vyote viwili vinakuwa pamoja. Na sehemu nyingine Allah, subhanahu wa ta'ala, akasema: hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, nyinyi ni mavazi kwa ajili ya wao na wao ni mavazi kwa ajili yenu, wote ni kitu kimoja. Na sehemu nyingine akasema: min ayatihi katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua kwamba Allah yupo, tizama alama zake. Alama yake moja, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwamba kutoka katika nafsi zenu nyinyi amekuwekeni pata, amekuwekeni weza, amekuwekeni pea, litaskunu ilaiha, ili mpate kupata utulivu, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia mapenzi na rehma huruma baina yenu.

Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo mnaulizana hapa. Bwana Tanzila ameulizwa umekubali kumwoa Zulekha, amesema naam, nimekubali kwa hiyo. Kuna mtu kaomba request na mwingine kakubali ile request. Tasaaluna, mnaulizana. Wote wamemweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele, kwa sababu ni hukumu ya Allah hawa wawili waone, ianze familia mpya, wapate watoto na kizazi chema. Ni hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mjue kwamba katika hii ndoa katikati kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala, msije mkafanya mambo ambayo akamkera Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akasema, wal arham, na ndugu, kwa sababu katika ndoa wanapoana hawakutani mwanaume na mwanamke tu, sio hawa wawili tu, bali familia mbili zinakutana, kuna ndugu wapya wanapatikana katika ndoa. Kwa hiyo bwana harusi anatakiwa aheshimu familia nzima ya biharusi, na biharusi anatakiwa aheshimu familia nzima ya bwana harusi, ajali haki za wote. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kaweka wal arham. Kwa hiyo ni usia wangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa hii Quran. Quran ni katalogi ya maisha yetu, kama tunavyonunua mashine, ndani yake kunakuwa kuna maelezo mbalimbali, vipi ile mashine tuitumie. Haya maisha ya sisi ili tuyafahamu na kuishi vile anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuisome Quran na maana yake, ili tujue Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini. Naombea dua awanandoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie baraka katika maisha yao, ajalie kizazi chema na wajalie kuwa ni sababu ya kueneza dini ulimwengu mzima. Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubali sote. Jazakumullahu khair.